Wasukuma wanatutesa kwa kweli, wanalisha mazao na unapokuwepo hapo hapo shambani, unapokuwa unawakatalia wanachukua fimbo zao na kukuchapa kwao. Hata kama wanalisha, upo shambani, ni halali yao kuwaachia kwao. Tunapata shida juu ya wakulima, walipokuwa wanalisha nusuweka yangu, ninapofika shambani ndo wanamalizia, walifukuza ng'ombe mkulima mfugaji akabaki amesimama, nilipita bila kumsalimia na alibaki ananiangalia mpaka ninapopotelea, kwani nusu eka ililishwa. Baada ya kukaa kama wiki moja, naenda shambani nikakuta eka nyingine tena ya karanga imelishwa. Jana napigiwa simu, eka ya mahindi imelishwa. Kwa mheshimiwa, naomba msaada wako juu ya wa wadani na huyu aliyolisha eka ya kwanza namfahamu na namuona kila siku nikienda shambani, lakini cha kumfanya si hata ukimpeka kwa viongozi hakuna msaada wowote unaopatikana. Naomba msaada wako, kwani tunapata shida <tutu> <tutu> mimi naishi <tutu> shamba liko mpakani wa kijiji cha Mayota wilaya ya Mbarali ambacho kiko Utulo na imepakana na Makeche ambacho kiko Ruaa. Ndo mashamba yangu ambako yaliko kilimo chetu cha mazao ya mahindi na karanga mpaka leo hili jambo linatupa kero, kusomesha wanafunzi, na saizi siasa imeingia kazi. Kutodanganya, mkuu wa mkoa sio mwanasiasa. Tunaomba msaada wako, utusaidie. Hatuwezi tukiendelea kuwavumilia hawa wanaolisha mifugo kwenye mashamba ya watu, ilikali kwamba mkulima anakuwa hana haki na wengine wanauawa, itakuwa sio sawa mama. Kama huyu alipo hapa, shamba lake linalishiwa, atakula nini? Kulima kwenyewe analima eka mbili, analima eka moja. Haya, baada ya hapo unamwambia shamba lake limelishiwa nusu eka, nusu eka. Baada ya hapo atakula nini? Ndio maana mwembamba hivi mama. OCD Nenda, nataka huyo mtu akamatwe na huyu alindwe. Sio kwamba mkiwaambia kamate, anaenda kukamatwa, yeye anapigwa. Hapana, nenda pale, pitiliza hapa, nenda kwa OCD pale. Mheshimiwa mkuu, afanya follow up ya hiyo kesi okay. Haiwezekani mtu analisha mifugo kwenye shamba la mwenzie, alafu anakula nini? Na sisi tunajijua kijijini huku, kilima eka moja ndio hiyo hiyo ikilishiwa kuisha, habari yako, unakuwa huna shamba lingine, halafu tunaendelea kumwangalia? Haiwezekani yani. Hiyo hiyo tabia ikome, na watu lazima tufuatilie kwa makini sana, kwamba wananchi wanaonyanyaswa kuhusu kulishiwa mifugo kwenye mashamba yao, lazima tuchukue hatua kali. Hilo shamba, huyo mama lazima alipwe gharama zote, anunuliwa mahindi ya kula mwaka mzima kama ni mahindi, kama ni mpunga, basi ya mwaka mzima. Tukiwachekea hawa, iko siku. Uchungu wa kulishiwa shamba huwezi kujua mpaka ulishiwe kwanza. Kwanza utamu wa ngoma utaijua, si mpaka uingie ucheze. Sasa ndio maana nakwambia kwamba kwa jambo kama hili tunatakiwa tusilifumbie macho.